Kama mwakilishi wa wananchi tumeshuhudia mapokezi ya gari hili. Sasa nitoe rai kwa wananchi na watumiaji wote wa gari hili, gari likatumike kwa makusudio yaliyolengwa. Hili ni gari la wagonjwa. Siku za hivi karibuni tumeshuhudia malalamiko mengi, magari kama haya yakitumika kubeba abiria. Hatutarajii kuona gari hili likafanya kazi hizo, lakini vile vile, ukiacha matumizi sahihi, gari hili likatunzwe kwa sababu fedha nyingi zimetumika kununua gari hii. Watakaokabidhiwa kulitumia wazingatie swala la kulifanyia sevisi, lakini vile vile swala la kulipumzisha kama hakuna shughuli zinazolingana na majukumu yake. Hospitali hii ilikuwa haina gari la kubeba wagonjwa na inafanya kazi vizuri sana, kwa hiyo sasa, kwa kweli mimi niliomba Wizara ya Afya, tunaomba tupatiwe ambulance, na kwa kweli hawakuchukua muda, wakasema, mheshimiwa, waambie vijana waje kuchukua ambulance. Gari hili itaenda kupunguza adha za usafirishaji wa wagonjwa ambao hapo nyuma tulikuwa tunatumia magari ya mbadala ya halmashauri. Kwa kuwa na gari hii, itaenda moja kwa moja kupunguza adha ya usafirishaji wa wagonjwa wetu kutoka hospitalini, ambao wanahitaji matibabu zaidi kwenye hospitali zingine ambazo ni kubwa kulingana na hospitali yetu.